Naam, leo tarehe kumi na tare tatu ya mwezi huu wa kwanza mwaka 2026 ndipo shule zote za nchini Tanzania kuanzia awali msingi pamoja na sekondari zimefunguliwa katika siku hii, na hiyo imemfanya Mkuu wa Mkoa wa Mtwara Mheshimiwa Kanali Patrick Sawala kufanya ziara ya kutembelea katika shule mbalimbali zilizopo katika mkoa huu wa Mtwara akianzia Mtwara mjini eh, kufika katika Halmashauri ya Nanyamba. Lakini pia ziara yake itadumu kwa siku tatu, ambapo atatembelea katika wilaya tofauti tofauti na kumalizia katika wilaya ya Nanyumbu. Prime TV tupo na wewe sambamba kuhakikisha kwamba unafahamu kila kitu ambacho kinaendelea katika ziara hii. Jina langu ni Abdulaziz Mohamed, na hii ni Prime TV. Shule ya msingi Namtumbuka ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni mia tatu kumi na nne kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa shule mpya ya msingi ya mkondo mmoja Namtumbuka inayojengwa ndani ya eneo la shule ya msingi Namtumbuka kupitia mpango wa boost wa mwaka 2024 2025. Mradi huu unatekelezwa kwa kutumia rasilimali za ndani yaani Force Account. Mradi huu unatekelezwa kwa kipindi cha miezi mitatu na ulitarajiwa kukamilika tarehe 31 Desemba 2025. Aidha, tunatarajia kuukamilisha tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026. Kwa sasa utekelezaji wa mradi umefikia asilimia 90. Manufaa ya mradi Mradi utaongeza nafasi ya idadi ya wanafunzi watakaoandikishwa kuanza darasa la awali na darasa la kwanza. mbili. Mradi huu utaboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia. tatu. Mradi huu utapunguza changamoto ya utoro shuleni. nne. Kupata miundombinu bora na ya kisasa. Kazi nzuri hii mliyoifanya, basi tusiweke neno, lakini iwe ni kupongezana, pongezana, pongezana, pongezana. Lakini kwa ujumla kuna kitu mmekifanya kinaonekana huo ndio ukweli na utabaki kuwa ukweli, pamoja na kwamba tuko nyuma, pamoja na kwamba tuko nyuma. Basi sasa tumalizie na tumalizie kwa viwango vinavyohitajika. Nadhani mheshimiwa DC utaifuatia kwa karibu na. E, lakini pazuri watoto wetu waende, waende, waende, waje wasome vizuri. Wekeni jitihada za makusudi, jitihada za maksudi ndani ya muda, ikiwezekana hata hizo wiki mbili isifike e, kazi ishi, weka mafundi pale wavamie wakivamia pale siku tatu tu ile fence iko tayari yeah. Weke ni mafundi tu wa kutosha na muda wa kutosha, tarehe thelathini ile mnavyomaliza, na umeme umeshafika, maji ameshafanya nini, yameshaunganisha vitu vyote, watoto wanaanza. Tena napenda kutoa shukurani lakini pia pongezi kwa ajili ya mradi huu, umeweza kutusaidia sana kwa sababu tulikuwa tuna shule ya awali ya kule mwanzoni, ilikuwa na majengo machakavu, lakini pia ilikuwa si rafiki kwa ajili ya wanafunzi lakini mradi huu nafikiri umetusaidia sana hata kuhamasisha wanafunzi kwa ajili ya ujifunzaji wao. Kwa sisi walimu, changamoto ilikuwa tunakosa ofisi kwa ajili ya kufanyia kazi zetu. e... tulikuwa na kilio cha shule sababu shule ya zamani haikuwa rafiki kwetu na kwa wanafunzi. Kwa hiyo mjio wa mradi huu, tunaishukuru sana serikali. Kwa hiyo tunashukuru, tunashukuru sana, na ndio maana tuko bega kwa bega kushiriki huu mradi. Shule ya zamani changamoto yake ilikuwa na vuja, haikuwa rafiki kikweli, na imepauka haikustahili kusoma wanafunzi.